Ina maana huu ni mzimu wa mjomba Nchumali ama ni nani huyu? Fadha kunyangizi, wewe ni nani? Wewe ni baba yangu mjomba Nchumali? Mzimu wa mjomba Nchumali? Fadha kingi, mfalme, nimeakanyaga leo sasha. Kama ni baba shibwa, arudi katika hali yake ya kawaida fata Nimekubali, wewe ni mwamba, sharuti fadha, sharuti, wewe ndio mfalme wa mjiki. Halo, <laughs> <Hello>, nimekubali heshima <laughs> yako fadha, hizo, nakupa heshima zako zote za kwako hizo hizo. <laughs> usiogope dogo. Umeona upande wangu wa pili? na kuuliza umeuona upande wangu wa pili dharau. <laughs> sipendi sitaki dharau, heshima kwangu, nikikwambia mimi ndo gwiji wa muziki. Elmando Gebuza ndo mimi, mshenzi mkubwa. <laughs> we endelea tu kuniita poshi, sijui nikole. Siku moja nitakuja kukuonyesha maajabu ya dunia. Wewe achana na mimi kabisa, hata hao wanaonichezachezea wakina Bikachala, ipo siku nitawaonyesha upande wangu wa pili kama nilivyokuonyesha Bwana Shemtoi. Fadha, mi mwenyewe nimekubali, ndio maana nimekupa heshima zako hizo sharuti kabisa, kwa sababu yaani kwanza mazingira ambayo yamegeuka geuka hapa, nilikuwa ni sihelewi kama umenipeleka sijui kuzimu, sijui sehemu gani, nilikuwa sielewi mazingira mazima, halafu gitaa ambazo ulikuwa unazipiga ni za tofauti tofauti, gitaa ambazo zimeshindikana, mtu hawezi kuzipiga kirahisi. Fadha, Sharuti yaishe. Mimi nakupa heshima zangu kuanzia leo, nitakuheshimu baba yangu. Mjomba Nchumari, wewe ni kiboko. <coughs> <coughs> Nataka mmoja mmoja mmoja baada ya mwingine, kwa sababu dharau, unaona, zimezidi sasa. <laughs> Nanichukulia <ya> poa. <laughs> Nimeanza na wewe mwanangu Shemtoi, kwa sababu nilikuwa naona hauleti mipaka ya maneno kwangu mimi. Maneno yoyote atakayokujia mdomoni unayaporomosha tu, unanitukana ma unaniita nikole mala poshikwini <laughs> Sasa nadhani matusi leo mwisho. Ukija kujaribu kuntukana tena, nitakuonyesha upande wangu wa pili zaidi, mshenzi <laughs> nitakuonyesha cha mtemakuni. You are my father. You are my greatest father. Nitakuheshimu siku zote za maisha yangu, wewe ndo baba angu, hakuna mtu mwingine. Kwanza vitu ambavyo umenionyesha hapa vimenishangaza na kunipa maswali makubwa sana katika akili yangu. Kwa nini wewe unasema sijui mama yangu Shubira alikuwa na kutwanga makofi kama mtoto mdogo, hali ya kuwa wewe una mazinga umbo ya kikubwa kama hayo Yaani majinga umbo yako tosha tu, yanatosha kumtisha mtu akakuogopa, mjomba Nchumari. Mwanangu Shemtoi, umeuliza swali zuri sana, wacha nikujibu. <laughs> Acha ni kujibu kwa sababu wewe ni kidume changu cha pekee eh, damu yangu. <laughs> Iko hivi mwanangu, licha ya kuwa mimi nina nguvu kubwa sana ambazo zinaweza kumdhuru mtu yoyote wa aina yoyote atakayekuja mbele yangu lakini <laughs> <laughs> tangu nzaliwe sijawahi kufanya ukatili wa namna hiyo, ndio maana unakuta watu wananiita Aisha Kibinu, huyo ananiita Nikole Poshkwini, lakini siwafanye kitu chochote kile kibaya <laughs> roho yangu ni ya huruma mwanangu, ndio maana hata mke wangu Subira alikuwa ananibonda tu kama mtoto mdogo na simfanyi chochote. <laughs> Ache, una roho ya kipekee shana fadha, yani kwanza kuanzia leo mimi naku appreciate na kupa heshima zangu zote, hizo hizo chukua zako fadha hizo More respect for you Shasha, kwa nini nisiongee na mama nikamwelekeza situation ya maisha, aina ya mtu ambaye alikuwa anaishi naye, ni mtu mwema, hataki ugomvi, alafu mkarudiana mkaishi pamoja? Ah, ikunga <laughs> si thubutu, anapiga yule mwanamke, mi sijapata kuona anagonga na ruka ngumi kabisa, utazani kwamba amejifunza kwa mfuu <laughs> ilibaki kidogo, yaani hiyo ndo ilifanya mimi nifanye nichukue hatua ya kumpa taraka aondoke. Ili baki kidogo tu ani minye vinyanya mchenzi. <laughs> Nikamwambia, wewe mwanamke, unakoelekea utantoa mimi kizazi na utanipoteza uhai, ondoka. Ndio nikampa taraka yule, kurudia nami siwezi. <laughs> Sitaweza kuvumilia kivyovyote, mimi namtaka Bikachala. Eh, kwani Bikachala alikupa nini faja? Kwa sababu Bikachala naona sura yake ni mbovu kwelikweli, ni mbovu, alafu ukiangalia usho umejikunjakunja kunja, kama vitunja mbegu vya shimbaje, lakini ukimwangalia mama mama yangu na sura yake ime grow mweupe vizuri, rangi yake imenyooka mzuri. Sasa ni kitu gani ambacho kinakuchanganya wewe hadi umuone mama yangu hayuko sawa? Unampenda Bikachara, Bikachara kakupa nini wewe, mjomba Nshumari? Bikachara na nini? Uh, uh, shemt, hebu niache kwanza, samasoti alizonirukia, subira zinatosha. <laughs> unataka aja ni uwe <laughs> mimi namtaka bikachala kivyo vyote vile, sura yake imejikunja, sijui imepinda upande gani, hivyo hivyo, nahitaji yule mwanamke nimweke kiganjani <laughs> namtaka bikachala. Acha nipambane na hili kwanza <laughs> Nilikuwa na kutamani siku nyingi we babu, lakini leo naona tayari ushaingia kwenye kumi na nane zangu. Mi mwenyewe nilikuwa na kutamani sana binti, nakuonaga tu na watu maarufu wale wakinashemtoi waimba singeli, unapitapita nao mtaani, nikasema huyu binti, siku nikija kumkamata ngingingi kwenye mikono yangu <laughs> <laughs> ndo atanijua na soro ni nani. Leo bwana umejaa, leo umefanyeje? Umejaa jamani! Kumbe tulikuwa tunaviziana, kila mtu anamvizia mwenzake, leo tumepatana. Yani, mimi nilikuwa na kutamani muda mrefu sana we binti, ni mrembo sasa. Sijui wewe umenipendea nini, maskini. Kidonge hicho baba, wengine wanaita kipara, wengine wanasema kiparo, mbegu ya ubuyu, kichwa hicho <laughs> ndo kimenivutia kwako na, na harufu ya tumbaku <laughs> unanichekesha, we binti wewe. Hivi Mwantumu, rafiki yako Stella ameingia ubia gani na wababu? I, ilo swali ungemuuliza mwenyewe, labda ndo angekupa majibu sahihi. Mimi sina majibu kwa kweli. Mimi mwenyewe naona siku hizi taipu zake ndo zile wababu tu basi, na sijawahi kumuuliza kwa nini anapenda wababu. Kwa hiyo majibu sina, ndugu yangu, nenda kamuulize mwenyewe kwa nini anapenda wababu, anajaribia brandi. Wewe unamshauri rafiki yako, bado binti mdogo sana yule, miaka ishirini na tatu, kweli unatembea na watu wazima kama wale alafu, sasa hivi kibaya zaidi, ukiingia chumbani kwake ni harufu ya ugoro tumbaku, ugoro tumbaku. Inaonekana anaingiza wazee watatu, wanne, watano mle ndani, zaidi ya mmoja We acha tu, yaani kwanza hashauriki. Ukithubutu tu kumshauri kuhusu hayo mambo, ndugu yangu, utayaoga matusi mpaka utakoma. Ndio maana mimi sithubutu kumsogelea, kumshauri haya mambo, namuacha tu, namwangalia. Sasa kibaya zaidi, nahisi hata baba yangu Juma yupo kwenye listi. Ah, we Mwantumu, hebu acha uongo! Hadi baba yako mzee Zumbe? hmm. kwani anachagua? Basi hebu kwanza achana nayo hayo. Ko, we mzee kipara Yere? Huyo ni nani tena kwenye jimbo langu? Halo, harufu ya sebleni leo imebadilika kimunyenge, sio kimunyenge, sijui ni harufu gani ya ajabu. Kwanza umeoga kweli shemeji toka uje? Ha, nimeoga bwana shemeji, sema tu labda nguo zangu hizi bado zina harufu ya kijijini. Navutiaga tumbaku hizi <laughs> mambo mengi, na hadi shamba huwa naendaga nazo hizi sasa. Nadhani nguo zangu hizi ndo zinatoa harufu, zimebadilisha sana hali ya hewa ya sebleni. I, imekuwa nzito kweli kweli, lakini sio mbaya, nitakupa gwanda nyingine uvae nitakupa ishirini na tatu kama ya kwangu nyekundu ile pale. Ukivaa ishirini na tatu, uwe na heshima shemeji, mjini, usiongee ongee na watu ovyo ovyo. ishirini na tatu ni kununa tu mi, nuno tunasikiaga tu na nili wanasemaga kwenye singeli duli nuna ndo sisi ishirini na tatu sasa. Shemeji sikiliza nikwambie kitu kimoja, mimi bwana hapa nimeoa, nimemuoa dada yako lakini maisha ninayoishi hapa shemeji ni ya kinyabumbu kweli kweli. Yaani mimi unavyoniona hapa shemeji, napika nafua nguo naosha vyombo, yaani kama ni ndo nimeolewa dada yako hataki kupika, hataki kuosha vyombo, kazi zote ambazo zinatakiwa afanye mwanamke hataki kufanya, anataka nifanye mimi. Unanisaidiaje shemeji? Unamaanisha nini, kwamba wewe tangu muoe dada hajawahi kukupikia chakula hajawahi kukufulia nguo, nguo zako wewe unafua mwenyewe? Sio nguo zangu tu, bora zingekuwa za kwangu shemeji, za kwangu nafua kwa sababu si namba mimi ishirini na tatu, hamna shida, ni mikazo tu, nafua hamna noma, ila sasa nafua nguo za kwake, nampikia chakula yeye ye. Yani kazi zote ambazo ni za ndani anatakiwa kufanya hausigero au mwanamke ambaye ameolewa, ila mimi nafanya mimi shemeji. Sasa leo naona kidogo angalau zile kelele kelele, zile, njoo huku, njoo upiki, zimepungua. Sijui kwa sababu yako shemeji, naomba basi uendelee kuishi hapa, usiondoke, tuishi wote wawili humu ndani. Hapana ah, we Kitundu shemeji, dada yangu hana tabia kama hiyo hata siku moja, yani japo ni mtukutu ana hasira na fujo, lakini katika masuala ya kupika, anapenda sana kupika, anapenda sana kumpikia mwanaume wake. Hata tulivyokuwa tunaishi kijijini, yeye ndio huwa anapika, anafua nguo. Yani ni mtu wa, wa kazi, ni kazi kazi huyu mwanamke. Hapo umepata mwanamke sasa. Unavyonambia sijui, unafua wewe unapika wewe, unanchanganya dada yangu. ana tabia kama hiyo eh? Huyu mbishi. Haya ya nini kuandikia wino wakati mate hapo? Andika mate, andikeni na mate lakini wino wino upo na mate hapo. We kamate iteleze. we we, sikiliza ni kwambie shemeji. We si upo utajionea mwenyewe kwa macho yako mawili. We Kitundu abe njo jikoni nikwambie, napiga stori na shemeji. Kwanza we njo upike, umeona kazi.